wone ona huko hii, hmm. Serikali nayo hata kutengeneza barabara inakuwa heda, tunatoa hmm, ushuru lakini barabara watengeneze, hmm? tunalipa ushuru, barabara ni mbaya, kila kitu ni mbaya, hata shule mishahara imechelewa. Sasa maisha nayo inakuwa ngumu, hmm.

We ni yule msichana wa yule mwanajeshi mwenye ana alipanga Garisa sai. Wakati nimekukumbuka unajua, ndo nimekuja huku juzijuzi, hata sijakaa muda mrefu. Mmhm, ndo umekuja chuzi chuzi wewe. Hata hujai badilisha. Na mwalimu mw. unajua, ulikuwa na nimekukumbuka ulikuwa unasumbua kwa darasa sana wewe. Na mwalimu mmm mw. kwa ukijua mimi ulikuwa unasumbua uli, lakini yeah? si si nilipita exam oh. si niko campus ai jo kwa campus uh -huh. Sasa hii ndo mwalimu zame... anauliza ah! anasema Yo mwa Kenya ilikusaidia. Mwa Kenya ilisaidia ili na wewe. Mwak wewe ni kama ulikuwa kwa hiyo group yenye walisasimana na mwalimu. Ah, Mwalimu, mwenda, unaingiliaje mwenzangu? Si nilisoma kapita exam. Huyo alikuwa anasumbua cha kujaibisha. Mshahara unapata tu, hizo nunua koti. Nakwambia huyu mwalimu ana pesa sasa gani gani go mnasema dijitambiadini ya bombe, bombe. Nye, nye, nye, mm, pesa hii ni bombe nyenye. Wanafunzi mko na wazazi na wazazi, nyinyi bado na watoto wadogo, hujui chenye napitia kabisa. Mwalimu amujui kabisa, siwezi ambia watoto wadogo mimi napitia kwa sababu amuelewi, dunia inatoka wapi, naenda wapi, uwa kamba sisi kila kitu, nisikize mm -hmm hata kama nyinyi mko campus mi ni mwalimu wenu, mnasikia? Msiwai hmm. dharau mtu amujui, atukudharau mwalimu hivi sasa hmm? Ndo mnaongea tumekua primary, umetufundisha, tumekuja tumemaliza high school, tumemaliza, tumemaliza. tuko campus tuko karibu kumaliza mwalimu hadi tu mwali, mshara unapata uwezi ya upgrade kidogo kwenda kuendeleza masomo yako, unajua mjui dunia vile inaendelea

Una sasa uzuri ya so, so, kufunza kufunza huko kwa mwalimu ni kitu kizuri kabisa. Unaona sasa, ah, ah, hata mimi mimi wa sitafuni saa, acha niende kwa hoteli.